Tarehe nane Machi kila mwaka imeweza kuandaliwa ulimwenguni pote kwa ajili ya kuweza kushiriki siku kuu ya mwanamke. Katika mji wa Butembo jimboni Kivu kaskazini mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo gundi lake e, mheshimiwa Juliet Mbambu Muole ACLP kwa kifupi liliweza kushiriki misa takatifu ambayo iliweza kuandaliwa kwenye chumba cha mikutano cha Jardin Culturel ambayo kunaonekana mashariki mwa mji wa Butembo. Habari tulizo nazo zatangaza kuwa wanawake walioshiriki misa hiyo waliweza kutoa dukuduku lao na kuweza kuonesha kuwa kwa kweli wameweza kusikia neno ambalo linaweza kuandaa kwa ajili ya kuweza kushiriki sikukuu hiyo. Baada ya misa hiyo wale ambao ni wanamemba wa chama hicho cha ACLP katika jiji la Butembo, kiwemo Kabira Solange pamoja naye Kavuo Imakile, walipojiwa na waandishi wa redio runinga RFE News, waliweza kutamka yafuatayo: sisi kama chama cha ACLP ambambumuhole jiliete tulijianda, si kukuya ba mama kusema ba mama, bakia tujiorganize, tusome haiko siku ya kwenda ovyo ovyo, ni siku ya kumedite na kuongea juu ya parti politike yetu. Er, ilikuwa ya lewit mars, siku ku ya bamama abuna kwaka siku moya abuna kwaka siku ya lewit mars. Tuliandaa mafundisho fulani fulani juu ya bamama apre kilte, tutatoka tunatembea, tunenda ikala, tunafurahi na kusoma pia, gisi mumama napasha jikomporte paske mumama njomu anabeba monde, mumama njomu flere ya monde, paske mumama njomu anabeba monde. Haifo, mama na jikomporte bie siku ya lewi mars, haiko siku ya kutembea uvyovyo, haiko siku ya kulewa merani, siku ya kumedite na kuangalia gisi ya kuongoza vatoto chu navo vaendeleshake, tuileda tukajikomporte bie siye kwa chama chetu cha ACLP. Siye kama wamama tunaongea kuhusu vita, tunatumia wakubwa wa, wa inji wapime kutusaidia siye. Wamama tumeteseka sana kuvita, kutuvyolesia wamama wakimbizi kutoka huku na huku tunateseka sana wenyewe. Wakufika kwa hii sherehe yetu ya ACLP, tunawatumia ujumbe, tunasema tusibashikaze, bakona fika, bakona fika juu huko na chindikiza mametu mbambumu wao na kwa upande mwingine yule ambaye ni mkuu kiongozi wa kundi hilo la ACLP jijini Butembo, ambaye aliweza kutoa dukuduku lake na, kus, na kusema kwamba ameweza kuridhika kwa ajili ya kuweza kuona wana wanawake wengi ambao kuja kwa ajili ya kuweza kushiriki imisa hiyo. Kwa upande mwingine alipohojiwa na waandishi wa RFN News aliweza kuomba wakuu viongozi wa serikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, hususani katika jiji la Butembo kwamba waendee vilivyo usalama uweze ukarudi, baada ya hapo kuwa wale ambao ni wanawake pamoja na watoto, ni wao ambao wanakuwa chanjo cha ubakaji pamoja na visa visivyo halali ambavyo vinaendeshwa zidi yao. Kwake yule ambaye ni mkuu kiongozi wa kundi hilo la ACLP ambaye ni mama Esperance aliweza kuomba wakuu viongozi wa serikali waangalie lipi usalama uwezo kuarudishwa katika mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, hususana katika jimbo hilo la kivu kaskazini. Leo kuhusu sherehe yetu ya wamama hapa mjini, hasa sie wamama wa Nord Kivu hapa mjini Butembo, kuna leo sie tunakamata siku ya leo kwa sasa journée de méditation. Tunaomba na wakubwa wa nchi Sie wamama tunataka amani, tunalia sana, tunateseka, tuna tuna tuna sana huku mu Nord-Kivu. Hasa si wamama wa Nord-Kivu ndio tunalia amani, tunahitaji amani. Tulifurahi sana kwa ujumbe yake ya leo, wanatufundisha ke sie wamama tuko tuko lazima sana mu societe, kwa sababu sie wamama ndio tuko mwangaza ya kesho, mwangaza ya dunia dunia. Sie wamama ndio mwangaza ya, ya dunia. kwanza kwanza, milanja mshukuru kwa kazi yenye uko na anafaa katika nchi anapigania kabisa nchi, anajionesha kiiko mama mfano kabisa. Ujumbe enyee tunamupatia yeye, sawa mama wetu wa ACLP, enyee anaizi peleka kwa baba rais, nya kusema tukisi wa mama wa Nord Kivu, wa mama wa Kongomani, tunahitaji amani, ni nchi yetu, na matendo yote na moyo mwema. Mungu amemuchagua <muchu>